Wandugu zangu, kuna wazazi wengi wanalia kwamba wamewekeza pesa nyingi kwenye maisha ya shule ya watoto wao, lakini imefikia hatua watoto wamekataa shule na wameingia kuanza kufanya vitu vingine vya ajabu sana. Wazazi wengi wana hicho kilio, lakini huyu bwana nawawekea hapa, alikubali kufanya kazi za kukoropa ili aweze kumpeleka mtoto wake shule, na mtoto wake aliona ile kazi aliyokuwa anafanya babake na yeye akamwahidi babake kwamba "Baba, baba ni lazima siku moja nitakufurahisha." Huyu binti hapa anaenda kuwawekea, amemaliza chuo na sasa anashukuru babake kwa yale yote aliyomtendea. Amekoropa, amefanya kazi za ajabu ili aweze kumlipia ada ya shule na ameenda kumaliza masomo, anamshukuru babake. Naenda kuweka picha hapa muone mtoto. Wewe kama mzazi umewekeza kwa mtoto wako na ghafla tu amekwambia, "Mama, baba, mimi sitaki shule tena," Waweza kujisikia namna gani? Weka maoni yako hapo. Asante sana.